Amba ni lazima tuchangie pakubwa katika maisha ya uadilifu. Angalia Melkizedek, mfalme wa Sarem, nini anachowasilisha? analeta mkate na divai. Lakini kabla mkate na divai, nataka turudi kwa haya majina mawili, ama kuna jina na Melkizedek na kuna Sarem, mfalme wa Sarem. What is the meaning of Melchizedek? The king of righteousness. So he is the king of righteousness. Salem comes from the word Jerusalem. And Salem means peace. Kwa hiyo huyu mfalme ambaye anaitwa Melchizedek tunamuita kama mfalme wa kuadilifu na pia anatawala ufalme wa Salemu. Ufalme wa Salemu ni ufalme wa amani. Nini tunachokumbushwa tunapokumbuka kati ya maneno majina ambayo Yesu Kristo alipewa aliyepewa, the prince of peace, prince of peace. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo tunamuona katika jinsi ambavyo Melkizedek huyu atarudi kuelezwa kwamba ni? be a priest forever in the order of Melkisedek. Of us priests participate in the priesthood of our Lord Jesus Christ. na mkikumbuka maneno ya mtakatifu Yohane Mbatizaji, yeye alipomwona Yesu Kristo alimtambua na akasema kwamba tazameni mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu mwana kondoo katika nchi ya Uyahudi na hasa katika dini ya Kiyahudi tunaambiwa kwamba kulikuwa na aina mbalimbali mbali ya mbuzi ambao ama kondoo waliotolewa katika hekalu, but there is one ambaye tunamuita tunamwita Yom Kippur. Huyu Yom Kippur ni kusema kwamba the day of atonement and that day of atonement was only observed once in a year once manisha kwamba huyu ni kondoo aliyetolewa katika watakatifu pa watakatifu. Unakumbuka pazia la hekalu tunapoambiwa kwamba lilipasuka mara ngapi? Lilipasuka mara mbili. Kwa hivyo hili pazia lilizuia watu wasiweze kuona watakatifu pa watakatifu, na tunaambiwa kwamba kuhani aliyeingia pale ndani aliingia peke yake kuadhimisha ama kutoa ile sadaka kwa ajili ya dhambi zake na dhambi za watu wote. That is the reason, unakuta ya kwamba hata Musa wakati ambapo sadaka ilitolewa aliwanyunyizia, alinyunyizia madhabahu damu, na baada ya kunyunyiza hiyo damu kwenye madhabahu alirudi akawanyunyizia watu ohe that was offered by Our Lord Jesus Christ on the altar of the cross. So that is, in simple terms, ni kutukumbusha kwamba hiyo damu ambayo Yesu alimwaga msalabani. Kwa hivyo hiyo kondoo ambayo ilitolewa kama sadaka ndiyo tunayokumbushwa siku hii leo ya kwamba mm-hmm. Huyo kuhani alipoitoa basi akanyonyesia patakatifu kwa watakatifu. Baadaye alitoka akipitia kwenye lile pasia, ili aweze kunyunyizia watu ambao walikuwa wamekongamana katika hekalu, alishikamanisha maisha yao na hiyo damu ambayo ilimwagika. Kwa hivyo, Yesu kwa damu yake aliweza kutoa msamaha wa dhambi zetu sisi, ambao alitulipia deni ya dhambi zetu, so every other time We celebrate mass. It is a reminder ya kwamba hiyo damu iliyotolewa sio uiangalie tu ni ya Yesu bali ni damu yako ambayo ilipaswa kumwagwa, so reminding us, ni damu yetu ingemwagwa kama sio huruma ya Yesu, ni yako na yangu ambayo ingemwagwa, lakini tuonea kwamba yeye yeah, yeah. Unajua hata kondoo anapotolewa ana dhambi kondoo? Kondo ana dhambi kondo amjambo kondoka na dhambi, dhambi ni zetu. Unajua, ukisoma maandiko vizuri, utasikia kuna yule beberu ambaye alikuwa anashikwa na kuhani, anakuja, anamwekelea mikono, na baada ya kumwekelea mikono, anamwekelea dhambi zote za watu zake na za watu, na baadaye yule beberu alikuwa kusindikizwa, anapelekwa jangwani. Kuna mtu ambaye angemla ule mbuzi ama kondoo, kwa sababu aliachiliwa akaliwe na wanyama wa porini, amebeba dhambi zao. Hivyo ndivyo tunavyoona ya kwamba tulimwekelea Yesu Kristo aweze kubeba dhambi zetu, sio tuendelee kuogelea katika tope la dhambi, bali tuzitafute neema ambazo zinatoka kwake. Ndugu zangu, naomba wewe uliyetoka Kabarnet usirudi hivyo. Uliyetoka Kirengeti usirudi hivo. Jiulize, Yesu na mimi tuko wapi? Yesu na mimi tuko wapi? Because it is about the relationship that we are going to build from today with our Lord who actually sacrificed everything. Because so that you and me can be able to live. Tukipoteza maisha ya binguni itakuwa ni kwa sababu tunataka na wewe na mimi tutakapokuwa tumefanya uamuzi huo ya kwamba tunataka basi, nani atakuuliza? Unajua, kuna na naomba nimalizie hapa. Kuna siku moja Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kabla ya jafa aliweza kutembea kule Amerika na akaenda state ambayo inafahamika kama Maryland, na akiwa kule akiongea aliamua kutembea seminari na akizungumza na hawa vijana ambao walikuwa wanataka kuwa mapadri. Alirudi akasikia ya kwamba saa imekaribia, ambao yeye alikuwa akipenda sana kwenda kuwa na nafasi na Yesu kwenye adoration chapel, na basi akauliza, mweza nielekeza mahali ambapo kanisa la seminari lipo. Ingependa kuwa na nafasi kidogo na Yesu huko, na kwa sababu haikuwa kwenye mpangilio, yasemekana ya kwamba walituma askari na mbwa wa kunusa, na hawa the dogs were highly trained. ya kwamba kama vile ambavyo kuna vita kule Iran na Israeli, baada ya nyumba

ya waliweza kutoka na umbwa kama huyo, wakazunguka, halafu baadaye wakamalizia ndani ya kanisa la seminari. Mlango ulipofunguliwa na wakaingia ndani na yule mbwa, ili aweze kukagua kila mahali, maisha ya Baba Mtakatifu yasiwe hatarini, ndio mbwa walianza kubweka. That was back in 1985 alipokuwa ametembea kule na alipoanza kubweka yule mbwa, alikurudiza moja kwa moja mpaka mahali ambapo lako na akasimamia hapo na akaendelea kubweka. Ndio askari wakauliza, nini ambacho kiko pale? Ambiwa, a, usiulize nini ambacho hapa, tunasema nani yuko pale, sio nini ambacho, nani ako na yule ambaye yuko pale kulingana na imani yetu ni Yesu Kristo. Akasema umbo amekweka kwa sababu amefahamu, walitumia tu neno la kwamba wamejua kuna kitu ambacho ki hai kiko ndani ya hili kanisa. Kaambiwa sio kitu, bali ni Yesu. Sisi tunaamini ya kwamba yu hai. Ndugu zangu, tuko katika kanisa ambalo Yesu aliye hai yuko hapa. Huyo Yesu ndiye atakuja kwako wewe unayepokea, kumaanisha kwamba wewe ambaye upokei, ukiona nikipita piga boti, kwa sababu mimi nitakuwa tapa. Na kwa sasa wewe ambaye utapokea, upige boti nikifanya nini? Nikipita angalau kwa masaa mawili, utajua kwamba i am housing god in my life. Lakini shida ni kwamba for how long are we going to house jesus